Mahujaji watukufu, ninaomba nitambulishe utambulisho wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoambiwa na mola wake kuhusiana na watu mahujaji waliosimama katika viwanja vya Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumwagiza Bilali Ibn Rabah anyamazishe mahujaji wote, alisema maneno haya: atani Jibrilu anifa faakaraani min rabbi salama, amenifikia Jibrili hivi sasa na akanifikishia salamu kutoka kwa Mola wangu. Na salamu zenyewe, mtume kaambiwa awaambie watu waliohudhuria viwanja vya Arafa mahujaji, akiwaambia: maashara nasi, enyi kongamano la mahujaji

lakini si hivyo tu, amewasamehe wale ambao watakaokuwa katika viwanja vya mashaari lharami. Baada ya kutoka hapa Arafa, twaenda katika viwanja vya mashaari lharami pia. Ujitambue uji kwamba ukiwemo katika viwanja vya Arafa, wewe umepata daraja ya kusamehewa kwa mujibu wa Mtume Muhammadi lakini wakati tunapoelekea katika viwanja vya Muzdalifa, furahi na umshukuru Allah, kwani wewe ni katika wale waliosamehewa. Lakini kubwa ni hapa, wadhamina anhu muttabiati, na Mwenyezi Mungu amedhamini consequences yale yote yatakayotokea kwa haji ikiwa ni matokeo ya haji yake, ikiwa ni katika dua na kadhalika. Mwenyezi Mungu amesamehe. Hii ni kuonyesha ndugu yangu uliehudhuria katika kiwanja hiki kitukufu, wewe au sisi wote kwa ujumla, si watu wa kawaida, tayari tumeshabadilika. Ni maghafuri na Mwenyezi Mungu atukubalie hija zetu. La mwisho katika maneno haya Mtume Muhammad aliyetatizika kwa hamasa aliyoipata ni Saidina Umar, mtume alipomaliza tukusema kwamba watu waliohudhuria mahujaji katika viwanja vya Arafa wamesamehewa na wakiwa katika viwanja vya Mashaaril Haram, Muzdalifa, Mina pia hawa wamesamehewa baada ya kutoka katika viwanja vya Arafa. Saidina Umar alipata hamasa, akamwelekea Mtume akamuuliza Had, a au hadhihi khasatu lana ya Rasulullah, je hili ni kwa ajili yetu sisi tu, sisi sahaba tuliyohudhuria pamoja na wewe Mtume katika viwanja hivi vya Arafa? Akasema au hadhihi lakum wa liman jaa baadakum ila yaumi alqiyama, kwamba hii ofa hii ni kwa ajili yenu nyinyi, bonasi hii ni kwa ajili yenu nyinyi na yoyote atakayekuja baada yenu nyinyi sahaba, mpaka siku ya kiyama kupata fursa hii ya kuja haji, ndugu yangu, unatakiwa ujipongeze, kwa sababu umefikia hiyo daraja ya kusamehewa. Nitakupa faida moja tu, kwa nini kusamehewa madhambi ni muhimu? Ziko nyingi, lakini tosheka na iliyokuwemo katika kitabu Minhajul Abidin cha Imamu Ghazali rahmatullahi alayhi maneno mafupi lakini yenye maana pana, alisema thiqalu dhunubi yamnau min alkhiffati lilkhairati wa nashatati fil ibadat, uzito wa madhambi humzuia mtu kuwa na wepesi wa kuziendea khairi, na pia uzito wa madhambi unamzuia mtu kupata uchangamfu na mambo ya kiibada. Kwa moja ya faida utakaoipata kwa kusamehewa madhambi ni kuwa mwepesi pale unapoitwa katika jambo la kheri, pia uchangamfu katika mambo ya ibada. Na wewe haji uliosamehewa na yule ambaye si haji katumia vizuri masiku kumi ya Dhilhija. Siku ya Idi, maana ya kusherekea kwa haji ni kusherekea kusamehewa madhambi yake, na idi yetu ni kesho yaumu nahar. Ndio maana wafasiri wa tafsiri walfajir wakikusudia kwa maana hapa kwa, kwa wakati wa alfajiri ni alfajiri gani? Wakasema yaumu nahar, siku ya kuchinja kesho. Kwa nini? alfajiri hiyo ni alfajiri ambayo hujaji amegeuka, amekuwa mtu mpya, kama vile alfajiri inavyoleta siku mpya, basi ile ni alfajiri tukufu sana na ya maana sana, kwa aliyekwenda haji na hata yule